Wasee, nimekuja tu banje. Unajua huwa nikitaka ama nikipata kitu lazima nikuje niwaulize, na pia ndio nipate maoni yenu, na ndio maana ninadu hii vida kwa lugha ambayo kila mtu anaweza imanya, anaweza ielewa, yaani si ndio? Sasa kuna hii topic ambayo watu huwa wanasema ati once unakula uroda na mtu huwa e, mnakuwa ku, mna kitu kimoja. To begin with, ni wapi imeandikwa hivyo kwa maandiko, hati mnakuanga kitu, mna kitu kimoja. Tuseme mimi ngaulisius nimepata nimepatana na Kamene na tumekubaliana kwa sababu sisi ni watu wazima tukafanya ya kufanya hmm? Na hatukutumia chochote so ati by that tumekuwa mwili mmoja. So wapi kumeandikwa hivyo kwa maandiko? Nipelekeni narieng. Napendanga kuchanuliwa hata mimi. mm -hmm. Alafu swali lingine mm -hmm. hmm. ndio e... Sasa hati kama umekuwa na ma, -magirlfriend na maboyfriend wengi, hati hizo inamaanisha ndizo soul ties uko nazo na hawa watu hati na pengine ndiyo maana huwa hauendelei, cause unaweza kuwa uko na sulta ya mtu mwenye alikuwa ameenda kwa mganga ye, inadileisha progress yako. Unaweza kuwa na sulta ya mtu ambaye ni mlevi, chochote unapata unakipeleka kwa ba. Unaweza kuwa na sulta ya, ya mtu ambaye ametulia kwake nyumbani. Sasa hati inamaanisha utatulia. So hii ni roho moja inakuwa controlled na hizi soul ties zote, ama wanasemaje? Kwa hiyo ati hizo ni covenant unakuwa umemake na mtu. So hizi covenants, how do they operate eh? huwa zina operate aje, na nitajua ni soul tie gani nina operate nayo sahi? Tuseme sasa kama mtu kama Solomon tukikuja kwa Bible, unataka kuniambia alikuwa na soltis elfu e, moja mm? Kasunaambiangwa e, pale kwa Bible Solomon alikuwa na wives mia saba na concubines, ambayo ni mipango ya kando, alikuanga nazo mia tatu so wote ukijumlisha pamoja ama ukiongeza unapata ni elfu moja. Na hawa wote nataka kuamini, ndio mtu aitwe bibi ya mtu, majukumu yote yalikuwa yanatekelezwa. So akona sol, alikuwa na soltais, e, elfu moja na yake moja, so elfu moja na moja ama na hizo soul zote zina control mtu aje? Mi ndio nataka kujua hiyo swali kose. Hii kitu watu wanadanganywa huku, sijui tikuja uvunje, sijui to, sijui solta, sijui zinakufanya nini?